Na mi nataka nitoe pongezi zangu za dhati kwa Rais Samia kwanza kwa kuniandikia barua e, kupitia Dr. Nchimbi ya kunikaribisha rasmi kwenye, kwenye kikao kilichomalizika Dodoma. Kwa bahati mbaya mimi nilikuwa safarini, kwa hiyo nilipopata ile barua nikasema, ah, Mungu wangu mbona tena napitwa na vitu vingine e, mheshimiwa rais amenikaribisha, mwenyekiti wa chama amenikaribisha na mimi niko mbali. Kwa hiyo lakini, ule ni moyo pia, ni mzuri, ni moyo mzuri, amenionyesha moyo mwema wa kunikaribisha, na na, na msisitizo ulikuwa ni mkubwa sana kwamba lazima e, e, balozi, hebu ongea vizuri e, msisitizo Ongea kifupi usikoleze sana, unajua huyu ni mtume, anaweza kuanza kuhubiri hapa saa hizi. Msisitizo ulikuwa mkubwa kwa sababu mm. walikuandalia, walisema wanakulipia usafiri mm. usafiri wowote unaotaka kwenda nao mm -hmm. malazi mm. chakula yeah, kila yeah. kitu walikuwa wamekuandalia well. kwa jinsi ambavyo ungetaka kwenda kwa hiyo, namshukuru sana e, Mheshimiwa Rais kwa kunialika kama mwenyekiti wa chama na pia Dr. Nchimbi kwa uh, kunialika sasa na, lakini pia napenda maana mimi nilitumiwa ujumbe pa kwenye WhatsApp. Kwa hiyo nikawaambia nawabariki katika huo mkutano wenu, mambo yaende vizuri. Kwa hiyo walisema amina, kwenye walijibu amina, nabii mkuu amina. Eh, sasa mimi nataka kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuteuliwa na chama kuwa mgombea wa urais kwa mwaka huu, ongeza e, basi makofi sawa e, sawa. Lakini ukiwa bado umesimama napenda nimpongeze pia dokta Nchimbi kwa kuwa mgombea mwenza e, kuteuliwa e, nataka nimpongeze pia maana aliniandikia kwa cheo tofauti na sasa, akatoka kwenye mkutano huo huo kwa uteuzi tofauti. Kwa hiyo hili ni jambo zuri, jamani, mnaonaje? Situwapigie makofi. Na mimi sinaga mbili mimi hii huduma mnavyoona, tumekaa hapa kwa amani. Cheti cha usajili kimesajiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye rais wake ni Samia. Kwa hiyo mimi sina ngapi, siwezi kumsifia mtu mwingine ambaye bado hajafika kuwa rais. Akishafika kuwa rais, tutajua, lakini kwa sasa rais wetu ni Samia na ndiye mgombea urais na mimi nampa shavu. E, pamoja na uongozi wake wote. Kwa hiyo unajua, yeye ndio ambaye anatuongoza ana sisi nchini, na yaani rais akisema ya hawa wafutieni usajili, hatuna kitu. Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo muunge mkono anayekuunga mkono. kwa hiyo na nyie wanangu, mlio vyama mbalimbali jitahidini basi mumpende Rais Samia na mpigie kura. Pia vyama vyenu endeleeni navyo, lakini mumpende rais na mumpigie nini? Ili kazi zifanyeje? Imeisha kuwa hiyo basi.